Mfano hivyo masmuka, masmuka kilishi, nilipi jina lako wewe. Masmuka ismi Muhammad, jina langu ni Muhammad ismi Muhammad. Na wewe ma'aka, pamoja na wewe. Ma'i, pamoja na mimi maana pamoja na sisi no. Maa pamoja mwanamke. Maaki pamoja na wewe mwanamke na sasa no. Muhammad huwa zamili e, ni zamili wangu. Zamili zamili wangu mimi, zamili luka zamili wako wewe mwanaume, zamili luki zamili wako wewe mwanamke. Na zamili ni classmate, classmate ambao mnafanya kazi pamoja, ndio mnacheza pamoja, ni zamili zamili luni a huwa aidhan min alhindi. Je, na yeye pia ni kutoka Japan? Japan masmuhu, yani jina lake yeye. Ismuhu hamzatu, jina lake ni hamzatu hamza jina la kiume lakini na sifa kama ya kike Aisha. Ismuhu hamzatu, jina lake ni hamza. Ma lughatuka ya Muhammad, ni ipi lugha yako Muhammad? yanatoka India. Akasema lughati al-urdiyya, lugha yangu ni Kiurdu.

ya aidan fil Kuwaiti, yeye pia ipo Kuwaiti. maa abi, pamoja na baba yangu a ya ya pia mama yangu ipo Kuwaiti. ma abi, pamoja na baba yangu. ya mudarrisatun hunaka, kama ni mwanamke kwa Kukasra, tayna kukasra. Ya Muhammad. Ya Muhammad, naam, ndio. Dhahabtu, nimeenda azamiluka. Aina abuhu, nazamili wako ikape baba yake. Zamiluka, nazamili wako. Zamiluka aina abuhu, ikape baba yake. Abu akiona mwanamke, aina abuha, baba yake. Naam abuhu fil yabani, baba yake yuko Japan. Abuhu fil yabani, baba yake yuko Japan. Huwa tajirun kabirun, yeye ni mfanyabiashara kubwa. Huwa tajirun kabirun, yeye ni mfanyabiashara kubwa. Alaka akhun ya alaka akhun ya Muhammad